Hii ni bibilia Badi, somo la sabini na tano kuhusu Ibilisi kusudi. Habari na siku njema. Hii ni bibilia badi. Badi ni msimuliaji wa adidi anayekariri matini za kimapokeo zinazohusiana na mapokeo mahususi simulizi. Niko hapa kukariri na kukuza kile fasihi ya Biblia inasema kuhusu ni nani Mungu na ni nani wanadamu somo. Hapa ndipo mahali tulipo leo, kama fasihi Biblia inasungumusa juu ya mada nyingi. Tulipoangalia majina majina inayotumika Mungu, tuligundua kuwa tabia nyingi za Mungu zinadirisha kuwa nguvu ya majina yake, ona Bible Bard sitini na nane majina ya Mungu. Hii pia ni kweli kwa upinzani wa dharau kwa Mungu unaonyesha na mtu wa Shetani ambaye majina yake pia yanatuambia kuhusu tabia yake. Tunapata majina hayo katika sehemu ya majadiliano, lakini kwanza, Biblia inasema shetani alitoka wapi na upinzani wake kwa Mungu ulikujaje? Katika kitabu cha Ezekieli 28 mstari wa mbili Mstari wa pili, maandishi hayo yanaeleseka, yanaelekezwa kwa mtawala wa Tiro, jiji la kale la kibiashara la pwani ya bahari ya Mediterranean. Andiko linaanza na kauli ya Mungu kwa nabii: mwana wa binadamu, mwambie mtawala wa Tiro. Bibilia ni fasihi. Ingawa andiko hili limeandikwa kwa mtawala wa Tiro, tunaona kutokana na maelezo kwamba cheo kimtawala wa Tiro ni china pandia la Shetani Ibilisi. Hii ndiyo Bwana mwenyenyesi asemaro, wewe ulikuwa muhuri wa ukam, ukamilifu umejaa hekima na usuli kamili 13 ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikupamba, akiki vilitengenezwa fit, kwa dhahabu siku hiyo. 14 umetia mafuta kuwa kerubi mlinzi, kwa maana ndivyo vilivyokuwa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu kerubi mrezi kutoka kati ya mawe ya moto. 15 ulikuwa mkamilifu katika njia sako, tangu siku hile ulipoumbwa, hata uofu ulipoonekana ndani yako. kumi na sita kwa njia ya biashara yako iliyo iliyoenea ulijaa jeuri, ukafanya dhambi. Kwa hiyo nikakufukuza katika mlima wa Mungu wa aibu, nami nikafukuza wewe kerubi mrinzi kutoka kati ya mawe ya moto. kumi na saba moyo wako ulipata kiburi kwa sababu ya uzuri wako, ukaiharibu hekima yako kwa sababu ya fahari yako kwa hiyo nikakutupa duniani. Andiko hili huwapa wasomaji hisia isia ya mahali hapo zamani, wakati kumbe aliyeumbwa kerubi mlinzi alipo alipomtumikia Mungu katika hali ya madini na mawe ya moto ambayo maandishi huita mlima mtakatifu. Katika kifungo hiki hatuambiwi ni nini hasa uofu uliopatikana ndani yako Ibilisi, lakini tunapewa pali zaidi katika Isaya kumi na nne mstari wa kumi na saba mpaka kumi na nne, inayosema jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni E, nyota ya asubuhi, mwana wa alfajiri! Umetupwa chini duniani, wewe uliyeangushwa mataifa. Ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitainua kiti changu cha enzi juu ya nyota ya ya Mungu, nitaketi katika mlima wa mkutano, juu ya vilele vya kaskazini vya milima ya Safoni nitapanda juu ya vilele vya milima, nitajifanya kama aliye juu zaidi. Angalia marejeo nilikutupa duniani na umetupwa chini. Yesu anatoa kauli ya mtu wa kwanza kuhusu tukio hili, anasema katika Luka kumi mstari wa kumi na nane ilimwona shetani akianguka kama umeme kutoka mbinguni tena ngoja nikukumbushe, bila Biblia inatuambia katika vifungo hivi kuhusu jambo ambalo hutengeneza kulijua vinginevyo. Tunapo tunapozungumza moja kwa moja juu ya Mungu, tunasema inazungumza kama kitabu takatifu tunapozungumza juu ya watu tunasema ni fasihi. Bibilia ni vitu vyote viwili, dana rahisi watu wengi. Ukoza andiko hili mahususi kuhusu shetani pia ni mambo yote mawili. Ni andiko takatifu kwa sababu pasipo hayo hatukuweza kujua yaliyo chini huko nyuma katika sehemu ya madini iliyo iitwayo mlima wa Mungu bali ni fasihi kwa sababu maandishi huenda taswira ya kiumbe cha maelezo ya taswira ya tukio ambalo atungeweza kulipitia majadiliano maandiko hapa juu katika Biblia yanatupa hisia ya huyu huyu kuitwa Ibilisi majina ya kiumbe huyu yanaonyesha jinsi anavyo ya fanya kazi katika ulimwengu wa kiroho dhidi ya Mungu wa mpango wa Mungu na wanadamu, hasa wale walio na uhusiano mzuri wa Mungu, na Mungu hapa. Kuna baadhi ya majina na maandishi ambayo yanatolewa Ibilisi. Matayo ine mstari wa kwanza kisha Yesu akaongozwa na Roho nikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Petiro moja tano, mstari wa nane, iweni na akili timamu, adui yenu ibilisi kama simba angurumaye usungu, usungukasunguka akitafuta mutu ameze mwofu. Matayo sita mstari wa kumi na tatu ina usitutie majaribuni bali ututoe na yule mwovu Moja Yohana tano mstari wa kumi na tisa twajua ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu na ya kuwa ulimwengu wote uko chini ya yule mwovu majaribu Matayo ina mstari wa tatu majaribu akamjia akasema ukiwa ndiwe mwana wa mungu yaambie mawe haya yawe mikate mkuu wa ulimwengu huu yohana kumi na mbili mstari thelathini na moja sasa ndio wakati wa hukumu juu ya ulimwengu huu sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje yohana kumi na nne mstari wa thelathini sitasema nanyi mengi zaidi, kwa maana yuacha mkuu wa ulimwengu huu, ana uwezo juu yangu. Mstaki. Ufunuo kumi na mbili mstari wa kumi kwa maana ametupwa chini, mstaki must, wa ndugu zetu, yeye awasitakie mbele ya samungu wetu mchana na usiku. Pia tasama Ayubu moja mstari wa tisa ambapo Ayubu anastakiwa na shetani kwa Mungu. Mdanganyifu. Ufunuo kumi na mbili mstari wa tisa yule choka mkubwa akatupwa chini, yule choka wa kale aitwaye Ibilisi au shetani, audanganyaye ulimwengu wote. mbili 2 wa Korinto 11 mstari wa kumi na ine wala si ajabu maana shetani mwenyewe uchikeusa awe mfano wa malaika wa nuru papa wa uongo Yohana 8 mstari wa arobaini na ine ninyi ni wa papa yenu ipirisi na tamaa sa papa yenu ndiso mna mpendaso kusifanya yeye alikuwa muwaji tangu mwanzo asiye Sikama, asiye sikamana na kweli kwa maana amuna hiyo kweli ndani ye, yake asemaye uongo usema lugha yake ya asili, kwa maana yeye ni mwongo wa na papa wa uongo. Adui moja Petero tano mstari wa nane kama ilivyotajwa hapo juu pia ina mwita adui au adui hasa, katika tafsiri nyingine sinaso zinazosisitiza si neno hili. Nyoka wa kale choka, Mwanzo tatu mstari wa kwanza: basi nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Ufunuo ishirini mstari wa mbili: akamshika yule choka yule nyoka wa samani ambaye ni Ibilisi au shetani akamfunga miaka elfu. Hii ni orodha ya sehemu ya maandiko ambayo yanaonyesha majina yanayotumiwa kueleza shetani katika Biblia. Kumbuka kifungu kinachozungumza juu ya kiumbe wa kiroho ambaye katika hali yake ya asili wanadamu hawawezi kuona au kusikia au kugusa, kwa hiyo maandishi hutumika sitiari kuwapo som, wasomaji hisia kuwapa wasomaji hisia ya nani na nini kiumbe hiki. Muhtasari, Biblia inaonyesha ulimwengu wa vipimo ambavyo haufanani hata kidogo na ulimwengu tunaoishi kila siku. Wazo la kwamba kuna mtu mkuu zaidi ambaye anaitwa kila kitu ambacho kwa asili anachukia dhambi au kila kitu anachopenda, kwa asili haki, sio hali ambayo wanadamu wangeweza kufikiria kama si Bibilia. Wazo la kwamba kuna adui asiyefaa wa wanadamu ambaye anafanya, anatafuta kwa bidii mateso na kifo cha wanadamu, kwa sababu kiumbe huyu anamchukia Mungu aliyeumba wanadamu, inaonekana kuwa haiwezekani kwa wale ambao hawajasoma Biblia. Unaposikia matamusi ya kale ambayo hayajasoma Biblia, ambayo udiaki waso la mwovu anayeitwa Ibilisi na ambao Utania na kudharau wazo la Mungu mwenye upendo anayeokoa, lakini pia ni Mungu mwenye haki anayehukumu na kuadibu kimbia kwa njia nyingine. Ingawa wakosoaji wanaweza kutoa mtazamo unaofaa wa maandishi ya waandishi kama William Shakespeare, Jane Austen, F. Scott Woolf, Herman Melville, Geoffrey Chaucer, Toni Morrison and Joseph Conrad miongoni mwa wengi, wangesoma kwanza kazi hizi za fasihi kabla ya kukikosoa. Ni ajabu sana kwamba wakosoaji wengi wa Biblia hawajaisoma au hawajaijaribu kulelewa kwa Bibilia hawezi kuonekana kufanya juhudi wanavyoweza kufanya wakati wa kusoma kazi nyingine za fasihi. Bibilia inaonekana kuwa na uwezo wa Wahudi watu wasiojua inavyosema, watu husoma juu ya ushirikiano wa Uindu, Uindu na uachukisha na miungu na miungu ya kike tofauti kama maonyesho au vipengele vya ukweli mmoja wa kimungu. Abrahamu watu hawachukishwi na Angela, mwinyu au al, aliman anayefanya ghasia kuchoma fasihi za kibuda zinazosemwa kwamba hakuna nafsi inayodumu isiyobadilika au ubinafsi unaondolewa baada ya kifo. Hata hivyo, bila hata kusoma andiko hilo, watu wana Kishwa na yale wanayofa wanayofikiria Biblia inasema. Watu fulani walio na imani fulani za kiadili au sisiso za adili, wanaposoma Biblia, kuna mambo mengi yanayoweza kuwaudi, kwa maana Biblia inaeleza kwa kina juu ya asili, utambulisho na sifa za wenye nguvu zaidi ambazo anadai kuwa ameumba kila kitu na ambaye ambaye asili yake a, a, uamua kile ambacho ni cha kiadili kisicho cha kiadili, kwa kweli, cha uongo, cha haki na kibaya. Biblia inadai kwamba wale ambao wakubaliani maoni ya Mungu kuhusu maadili wako katika matatizo ya kiroho. Katika Isaya tano mstari wa ishirini, andiko linasema ule wao wasomao uofu ni wema na wema ni uofu, watiao giza badala ya nuru na mwanga badala ya giza, watiao uchungu badala ya utamu na utamu badala ya uchungu. Andiko hili linasisitiza kwamba ufafanuzi wa Mungu wa mema na mabaya mara nyingi uwe wakela watu ambao hawapendi mtazamo wa Mungu. Kile Mungu anachofafanua kuwa kibaya wanakifafanua kuwa ni kisuri. Kile ambacho Mungu anakifafanua kuwa giza, ili ile kiroho wao uita nuru. Kile ambacho Mungu anakifafanua kuwa kichungu huonja kuwa kitamu. Hii ndio sababu Bible Bard inatoa maandiko kutoka kwa Biblia kwa ku wanaopenda kusoma na kuelewa wengine wakisikia kifungu kwa mara ya kwanza. Bitimizo. Biblia Bard inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu mada fulani. Sijaribu kukugeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia Bard ni ya habari. Tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza hasa mawazo dana na dana inayowasilishwa kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya Biblia. Amua mwenyewe ikiwa unakubali au haukubaliani na matamuzi ya Biblia viunganizi Biblia Bard inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu muda fulani. Si jaribu kukugeuza kwa dini. Podcast ya Biblia Bard ni ya apari, tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza hasa mawazo ya dana inayowasilisha, kwa sababu watu wengi hawajawahi kusi kujihusisha na mawazo ya kibiblia. Amua mwenyewe ikiwa unakupaliana au au kupaliani na matamshi ya Biblia Bard. Asante mapema kwa kufuata na kusikiza maudhui kutoka kwa jumuiya ya Biblia Bard. Kama ifuatavyo, unaweza angalia kwa Biblia Bard website www.bibliabad.org, ama kwa lugha zingine: SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram, Tumblr, Spotify, TikTok. Asante kwa kunisikiza.